Kidumu chama cha mapinduzi. Kwa majina naitwa Kuhani Zangina Shanang Zangina, ndiye katibu wa siasa uenezi na mafunzo CCM mkoa mzima wa Morogoro Kuhusiana na swala zima la mazingira, jambo moja ambalo ningependa kushirikisha nani siku ya leo ni kwamba katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 kwenda 2030 imesisitiza kuwa Chama cha Mapinduzi itaisimamia serikali kutekeleza uhifadhi wa mazingira ili kupunguza uharibifu na matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kama moja ama nyingine, lazima tujue ya kwamba serikali imevaa jukumu pana la kuhakikisha ya kwamba mazingira yetu ya Tanzania yanakuwa salama na hilo limedhihirishwa wazi kupitia mpango mkakati mkuu uliowekwa ambao umewasisiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhifadhi mazingira yetu, kuhakikisha ya kwamba Watanzania ifikapo 2034 asilimia 80 wanatumia nishati safi na salama, japo kwa sasa tunavyoongea zaidi ya asilimia ishirini ya watanzania wameshaanza kutumia nishati safi na salama. Hivyo hii ni moja ya mikakati ambayo inakusudiwa kabisa kuendana na utekelezaji wa Ilani ya Chama cha Mapinduzi 2030 kwa kuhakikisha kwa ya kwamba mazingira yetu yanabaki kuwa safi na salama, kwa sababu watanzania wanapoongezeka idadi katika kutumia nishati safi na salama, ina maana kiwango cha uharibifu wa mazingira kinapungua, afya za watanzania zinaimarika, na matumizi ya nishati isiyo safi, yaani mfano mkaa na kuni yanapungua hata mifumo mingine ya asili kama da biodiversity ambayo tunasema ni uwiano wa uhai wa viumbe mbalimbali mbali katika uso wa nchi, unatunzwa unazingatiwa, ukianzia na mimea ambayo ndio uoto wa asili. Hivyo katika kuliendea hili la kuyatunza mazingira, hatuwezi kufanikiwa kuyatunza mazingira pasipo kutia kipaumbele katika matumizi ya nishati safi na salama, ambayo inatokana na vyanzo kama gesi asilia, umeme pamoja na mkaa mweupe. Hizo ni shati safi ambazo ni vyanzo ambavyo vinatoa nishati safi ambayo inakuwa ni salama kwa mtumiaji, salama kwa Mtanzania, salama kwa mwananchi, salama kwa mwanadamu. Kwa hiyo kwa ujumla, sote lazima tutambue na tujue ya kwamba, ili azma kuu ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kufanikiwa kuwasaidia Watanzania hadi walioko chini kwenye vijiji na vitongoji kutumia nishati safi na salama ni muhimu sana. Sisi sio tu Chama cha Mapinduzi, bali sisi kila mdau azaki, vyombo vya habari na watu mbalimbali, kila mmoja awe sehemu ya kushusha hamasa na elimu kwa wananchi wanaomzunguka juu ya umuhimu wa kutumia nishati safi na salama. Na hiyo utakuwa unaokoa maisha ya mtu, kumepusha na magonjwa na maradhi yatokanayo na moshi, ambayo yameathiri wa mama wa baba katika nyumba mbalimbali, huko ngazi za chini, unaosababishwa na matumizi ya nishati isiyo safi na salama, yaani mkaa na kuni. Hivyo basi au nini siku hii inatuhamasisha? Au nini siku hii inatuhimiza? Ili wananchi wasiwe katika hali ya kusema kwamba si lazima tumeishi miaka yote katika asili yetu ya kutumia nishati isiyo safi. Lakini kumbuka, watu wengi waliishia kupata shida za vifua magonjwa mbalimbali ya vikohozi na shida za macho kwa wamama, vibibi wanaopuliza kuni vijijini, ambapo wengine waliishia kuuawa kwa sababu waliamini kuwa ni wachawi, kisa tu waliishia kupuliza sana kuni na macho yao kuwa mekundu. Kwa hiyo tumepitia miongo mingi ambayo imeacha athari nyingi kwa watanzania kutokana na matumizi ya nishati isiyo safi yani mkaa pamoja na na kuni. Hivyo basi, kwa kuwa, ili kufanikisha kuyatunza mazingira, ni muhimu kila mmoja wetu atie kipaumbele kwenye kuwahimiza kila amzungukae juu ya matumizi ya nishati safi na salama, na serikali kwa kuliona hilo ikaona itie nguvu nayo. Serikali imetia nguvu kwa kuendesha kampeni na kushusha maelekezo kwa kila halmashauri kupanda miti walau milioni moja na nusu kwa mwaka ili kuakisha ya kwamba mazingira yanaendelea kutunzwa na matumizi ya nishati isiyo safi yanaendelea kudhoofishwa. Katika upandaji huu wa miti, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kama Azaki Morogoro tumefanikiwa pakubwa sana sana. Tukiangalia ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi za wakuu wa wilaya, kwa kushirikiana na wadau kama asasi za kiraia Morogoro, tumeweza kuhimiza upandaji wa miti katika hifadhi za mito, hifadhi za misitu na vyanzo vya maji, maeneo mbalimbali ikiwamo milima ya Uluguru na kwingineko. Hiyo imesaidia sana katika hamasa ya kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya Morogoro yanatunzwa, vyanzo vinatunzwa na kwa kisha ya kwamba uhai nao pia unastawishwa, kwa kuwa uhai wa mwanadamu unategemeana asilimia kubwa na mazingira anayoyaishi. Mazingira yakiwa si salama kwake, uhai wake unakuwa hati ya katika hati hati, lakini mazingira yakiwa salama, uhai wake unakuwa salama kwayo pia. Kwa hiyo moja kwa moja serikali ya mkoa wetu wa Morogoro imeonyesha kufanikiwa katika hamasa ya upandaji miti, lakini sio tu upandaji miti, bali pia serikali ya mkoa wa Morogoro imefanikiwa kwa asilimia kubwa kuhimiza upandaji wa mazao ya kimkakati upandaji huu wa mazao ya kimkakati umehimizwa kwa wakulima na wadau mbalimbali, ambao ni mazao kama parachichi, karafuu, michikichi na mengineyo, yamepandwa kuhakikisha ya kwamba mazingira yametunzwa, lakini pia vile vile mazao hayo yanatumia kama sehemu ya kuchagiza biashara ya mazao miongoni mwa wakulima, kwa maana ya kwamba biashara hii inaenda kustawisha na kuinua kiwango cha upatikanaji wa chakula na pia vile vile kuinua kiwango cha uchumi wa wakulima wa wa Morogoro, na kubwa kuliko yote Ipo kauli mbiu ambayo tunaitumia ya mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Ni dhahiri ya kwamba kila mdau ana nafasi ya kuwa sehemu ya siku hii muhimu na kubwa kuliko yote, tumempata mdau aitwaye Mother of Mercy, ambayo ni azaki ambayo kwa sasa inafanya hamasa ya kuwajuza watu umuhimu wa kutumia nishati safi kupitia kuanzisha programu yao ya nishati safi kapu, ambapo nishati safi kap inaenda kutoa mwanya wa kuendeshwa ligi ya mpira wa miguu ambapo kutakuwa na zawadi mbalimbali kwa mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mshindi wa kwanza atachukua bilioni tano na wengineo kiasi cha chini, lakini pia inaenda kuendesha mashindano ya waendesha bodaboda ambapo boda, mshindi wa kwanza atapata bodaboda boda mpya na wengine watapata zawadi zingine za chini. Ligi hii na mashindano haya ya waendesha boda bodaboda yanaenda kutanua wigo mpana wa kutengeneza fursa kwa washiriki wenyewe kupata zawadi mbalimbali mbali, lakini pia kutanua fursa na wigo kwa mama lishe kuuza vyakula, machinga kuuza bidhaa na vijana mbalimbali kufanya biashara kupitia kipindi chote ambacho ligi itaendeshwa. Hivyo naweza kusema ya kwamba wadau wa namna hii tunawahitaji na tunawapokea. Hivyo tuko tayari wapo ushirikiano wa bega kwa bega kuhakikisha ya kwamba ligi hii inakuwa ya mafanikio makubwa, kwa sababu kupitia matukio kama haya, ligi kama hizi, mashindano kama haya, wananchi wa mkoa wa Morogoro wataweza kuhamasika na kujua kuwa kauli mbiu inayoendesha ligi hii pamoja na mashindano haya ndiyo ambayo inapaswa kubaki kwenye mioyo yetu ya kwamba wananchi wote tutumie nishati safi na salama kwa ustawi wa afya zao na maendeleo ya familia zao.